Ndugu zangu katika Kristo, karibuni tuendelee na tafakari yetu hii ya jangwani, ambapo leo tunaingia siku ya ishirini na tisa. Naomba nikualike, nikukumbushe usisahau kusubscribe, kushare, kulike, comment ili watu wengine wazidi kupata baraka katika haya ambayo tunajifunza. Na lengo mkubwa la kipindi hiki, nataka watu tuwe huru, tujiachie, tuwe na roho ya msamaha ambayo itatusaidia zaidi fanya maisha yetu yakawa mazuri na sisi tukawa na amani na neema za Mungu kweli zikaonekana katika safari yetu ya maisha. Kwa sababu katika ulimwengu tunaoishi tutakutana na matukio, tutakutana na watu, tutakutana na vitu ambavyo vitaturudisha nyuma, vitatuumiza. Lakini hatuwezi kuendelea kubaki vile vile. Hapana, haiwezekani. Lazima maisha yaendelee licha ya yote mbaya tunakutana nayo. Jana tuliangalia kwamba njia mojawapo ya kujiachia au kuwa free ni kujishusha au kunyenyekea. Na kweli ukisoma Mithali ile sura ya tatu aya 34 inasema hivi, wadhihaki wenye dhihaka, lakini uwapa wanyenyekevu neema. Ukitaka kupata neema mbele ya Mwenyezi Mungu, kuwa mnyenyekevu, kuwa mnyenyekevu. Leo tuangalie eh, njia nyingine ambayo itakusaidia kuwa na roho ya msamaha. Njia yenyewe ni kujipenda mwenyewe, kujipenda mwenyewe. Unajua katika maisha lazima ujipende, lazima ujipende na nikatika kujipenda utagundua kwamba kutosamee ni sumu inayokuua kwa e, inayo hiyo. Usiwe tayari kufa mapema, usiwe tayari kuumia, usiwe tayari kuteseka kwa vitu vidogo vidogo tu visivyokuwa na maana. Kama kweli unajipenda, utaelewa kabisa kwamba unastahili ku kuwa na roho hii ya msamaha, kwa sababu jisamehe kwa ajili ya nafsi yako, jisamehe kwa sababu Mungu amekuumba kwa sura na mfano wake, jisamehe kwa sababu mbele yako kuna makubwa zaidi, una malengo makubwa, una mengi ambayo hujatimiliza, una ndoto kubwa sana ambazo unatamani zitimie. Kwa nini uanze kuumia sasa hivi? Kwa nini uanze kuteseka sasa hivi na upoteze makubwa yaliyo mbele yako? Ukifikiria yote haya, utaangalia, utasema hapana. Ah, hapana hapana, hapana, kwa nini nipate magonjwa ambayo yanatokana na kutosamehe katika umri huu ulionao, katika wakati huu ulionao? maisha yana mengi ya kupambana nayo, maisha yana vingi vya kufuatilia, maisha yana vingi vya kuwaza, sio kuwaza mtu wara matukio ambayo saa nyingine hayana hata maana, hana chochote kwako. Kwa, kwa ndugu zangu, naomba muda fulani iangalie kapeke yako, jipe pole, jipende, yaani jiangalie, sema hapana, wacha nisijitese. Hapana, hapana, siwezi kuendelea hivi, ndugu zangu. Naongea hivi kwa uchungu kwa sababu watu wengi hatujui madhara ya kutosamea, tunajionea hey, muda mwingine tunatembea tunalia, tunatembea tunawaza. tunatembea hatuna mashaka, tunatembea hatuna amani. Kwa nini yote, yaani kwa nini yote? Kama kweli unajipenda kama kweli unajithamini, amini usiamini, utakuwa na roho ya msamaha kwa sababu msamaha ni tiba sio tu kwa yule ndiye msamehe au yule aliyekufanyia mbaya, ila kikubwa ni kwako wewe mwenyewe. Kwa hiyo naomba nigombe leo, jipende, jipende, jipende, jisamehe mwenyewe. Njia nyingine ndugu yangu, ili uweze kufanikisha haya yote, sali, sali. Naomba nikwambia ukweli Sala ina nguvu kubwa sana katika kukusaidia kuelekea msamaha. Sala ni nguvu pekee ya kusamehe. Msamaha ni karama ya Kimungu, inahitaji au unahitaji maongozi ya Roho Mtakatifu. Unahitaji kuongozwa na karama ambayo inatoka kwa Mungu. Kwa hiyo naomba nikwambie kitu, karama hii ya kimungu ya kusamehe haiji ghafla tu, haiji hivi hivi tu. Inahitaji kuomba sana sana sana. Hivyo, ili uwe na hii roho ya msamaha, lazima ndani mwako ukuze roho ya sala. Ni katika usali utagundua kwamba Mungu anakupenda, utagundua Mungu anampenda hata huyu ambaye unamchukia au unamwombea mabaya. Ni katika sala utagundua kwamba Mungu ametumba kwa sura na mfano wake. Kama ametumba kwa sura na mfano wake na yeye anasamehe, je, sisi lazima tuige. Kweli tuwe mfano kwa matendo na maneno, na njia mojawapo ya kuwa mfano ni kusamehe. Na ni katika sala utagundua kwamba unaongea na Mungu na unamweleza Mungu na Mungu atakupa njia, atakuonyesha njia, na amini usamini, njia mway atakakuambia ni kuachilia. Ye mwenyewe pale msalabani alisema, Baba wasamee kwa kuwa hawajui watendalo. Kama tunamfuata yeye aliye njia, kama tunamfuata yeye aliye kweli, kwa nini, je, tusiwe watu wa msamaha? Ni katika sala majibu ya kimungu yatapatikana. Mungu, ya ya Mungu ndiye atakayekupa kipi cha kufanya na Mungu atakupa msaada wa kweli. Naomba nikuombe leo, tenga muda wa kuongea na Mungu, tenga muda wa kunena na Mungu juu ya tatizo lako. Tenga mahali na saa ya kuongea na kumsikiliza Mungu anasema nini juu yako. Hacha roho wake akuongoze, lia mbele yake, garagara mbele yake kuna wakati lazima ulale chini hivi hivi hivi hivi, uongee na Mungu, ulie na Mungu, umweleze Mungu, na ndio kutoka hapo utapata roho ya msamaha na kuachia. Watu watashangaa una furaha, watu watashangaa una amani. Kumbe furaha yako na amani yako unaipata si katika mambo madogo tu, bali ni katika Mungu huyu unayemwamini usiku na mchana.